Hello guys. Leo ni siku ya naofu, si wote tuko salama kwanza, habari zenu ndugu zangu. Ila leo nimejipanga kwanza, kwa kuwaletea habari kuhusu sama ya Amerika, naona jua hapa ni matata. Leo najitahidi kwanza kupita kwa jamaa bandugu yetu ya Afrika kuwauliza maswali kidogo kidogo kuhusu sama, wanaifile aje. So naangalia hapo kwa nyumba ya jirani yetu, mimi najua ni mwafrike. Napena→napenda niende kwanza ni muoje, hata nisikie kama anajisikia gisi nini, kwa anajisikia sababu mie ni noma sana. So twende tupige hodi kwanza tusikie kama atafungula. Akifungula kila kitu kitapita sawa, yeah. nadhani mi nafika hapa ndo kwake sasa, acha tugonge tusikie kama vitakuwa aje yeah. Tunamsubiri kwanza atoke ndani because ni mtu ambaye tulikuwa tutarajia Ah, jama mambo vipi vipi, naendeleaje? Kwa freshi karibu fresh. Yeah. Sana hivi hapa ni Amerika, unaendeleaje? Kuangalia hali ya hewa gisi zinaendelea tu. Yeah, so kuangalia kwanza, kwetu tulitoka Afrika na hapa kwetu kwa sasa, hii unaona kwa utofauti huko aje? Yaani, jinsi tunajikamata na hali ya ha, Afrika na hali ya hapa Amerika unaiona aje? Ndeza ha, nikakuuliza kwanza swali moja tu kidogo mbele maongezi tuendelee maongezi hivi. Ndeza, nikakwambia kwanza ujitambulishe kwa majina yako kwa sababu tumeanzia kwa koshen, watu hawajakujua jina na hawajua hawajajua siku ulitoka Afrika ukuja hapa majina, nita, tisawi, ya, na ulikuja kutoka Afrika lini na unamaliza muda wapata gani hapa? kwa maliza miezi sita, miezi saba na maana ngali mgeni ndio unasikia yes, sama ya hapa gisi hivi. Sasa unaona utofauti huku aje na hali yani, unaji control aje kwa hii hali ya hewa hivi. Iko so na gisi nilisikia eti Afrike mvula ikinyesha matope iko, yani unakutana hapa mvula ininyeshe, hata inyeshe unakutana hakuna matope. Unaona utofauti na Afrike na hapa, ama utofauti wa jua ya Afrika na ya hapa, iko na capacity ngumu sana, yani mazoezi kuizoea Afrika na hii hapa, so iko na tofauti ha, iko tofauti

lakini hmm. Eh, Afrika hayo Afrika hapana, Afrika hakuna kazi, unakuta watu wengi eh, na watu wengi unakuta hawana kazi ah, maanake utofauti wa Afrika ni kukosa tu kazi. Ila je, kazi ingekuwa iko Afrika ungetamani ukuja ah, Amerika, Amerika, Amerika? Hakuna, singetamani kuja Amerika. Amerika naku nilikuwa hapa kusudi nijitafute nijipate, ya, mpate huo udogo enda panapata ya. uh, ya, ya. Ah, sasa ndeza nikauliza kwanza, na katika kazi ambayo ulipata je, kulikuwa changamoto kuhusu lugha, kuhusu mazoezi ya kazi, ama ulipata changamoto yoyote? Yani, changamoto kuhusu kwanza, ngambo yangu kwanza kwa kwenda kukazi, ndio ya usafiri ilikuwa changamoto. Yani usafiri ndio ileta changamoto, na ruga uko unaima vingereza huku nayo ni hatari, ni hatari Aia ingereza utasikia ta, lakini tunajikaza tunasikia kabisa. Yeah, but sai ndeweza nikasema hivi, so wakati unasikia hii joto inakuwa ya mingi kitu gani kinakusaidia kufil, kwanza ujifili mzuri, hii joto usisikie, unafanya nini na unatumia nini ili usisikie hii joto yenye iko sai? Maana siku yaisama kama, kama niko nyumbani na pia kama kama kama irengasi, kama ni heat ah na, ya, ya. Baridi, baridi hapo nasikia kabisa. Yaani inawapa changamoto sana kwa nyuwa hamjazoea, ila sisi tunazoeazoea kidogo. Kuna muda ambao inafikia tunab, inabidi tu tuzoee, kwa sababu ukifata ulinganisha Afrika na hapa, uko tofauti sana but kila kitu yote tunazoea na tubidi, kwa sababu nasi mwanzo ilitupia changamoto ila tulienda tunazoea mpaka sasa tushazoea, tunachukulia kama Afriki sahizi. Yeah. Yeah. So ndweza nikasema wakati ulikuya, ulikia na familia ama ulikia mwenyewe? Yeah. Tulikuwa na dadangu tulikuwa tuko bawili. Mlika wawili tu, ina maana familia mliacha nyuma. Hey, watu, watu nani? Oh, wazazi wote. Yeah. Ah, noma sana kabisa. So nadhani maongezi ilikuwa tu mafupi, nilipenda tu nijua hali giso najisikia kwa hii muda wa sama, sababu tuko muda mbaya saa hizi kwa wale wageni wana- inawapia changamoto but saizi sisi tuisha tushazoea na imani na utazoea na kazi utazoea kwa sababu nasikia ushapata kazi tayari ya. Ila hiyo kazi nadhani ushaende ukizoea kila kitu. Ni kweli, ni kweli. Ni na hiyo changamoto ya usafiri. Je, usafiri ushapata ambao kazini nakufikiza kazini? Nishapata, hmm. Nashukuru Mungu vitu fresh sawa. Shakuwa nazani njo hiyo. Majina yangu mie wananiita Justin. Hata kama sikutaja jina yangu ni Justin Fire kila sehemu tanikuta ni Just Fire Show. Naomba mwone mfatilie interview, nadhani na wengine tutazidi kuoja watu wengi, sio ye mwenyewe, tuna waafrika wengi hata na wazungu. Mtapata interview nyingi sana kwa wingi. So ndugu zangu, endelea kusubscribe, like, comment and share kwa ndugu zako wote, waendelee kufata information za kuhusu Afrika na Amerika. So tawaletea vitu vingi sana, viko hapa kwenye hii channel, usisahau okay. Hello guys.